Mambo vipi brother? Bana poa poa. Kwanza kabisa, nikuwa natamani uwaambie Watanzania na Wanamtwara kuhusu Jenga Furaha Foundation. Kwanza nimefurahi Mtwara, mimi pia ni nyumbani kwa sababu mama yangu mzazi ni Mmakonde. Kwa hiyo nimefurahi kwanza kuja kwenye arizi hii, pili nimefurahi kuona ujio wa watu wengi. Nimefurahi pia ndugu zangu Shabani Chirunda na Tiba Joni, umeonesha kitu kikubwa sana, hiki ni kitu ambacho kurudisha kwenye jamii. Kwa hiyo sisi ambao tumekuja tumekuja kuwapa sapoti kwao. Kikubwa hiki kitu kisiishie hapa, kiendelee zaidi na zaidi kwa ushawishi usha wako bro, uona uona zani kitu gani kwa chiru, nani kwa chirundo na kipi cha kumshauri kwa jambo hilo leo alilolianzisha? Ah, mimi nafikiri kikubwa ni kwanza, ni kitu kikubwa na hiki kitu hawajakifanya uh, uh wao. Tumeona watu wengi wanakifanya, Samata amefanya na Alikiba, Kibwana amefanya na Dikijobu na wengine wakina Mwamnyetu amefanya, wa hii nimeona, naona watu wengi wanajitokeza kufanya kitu kitu kizuri, kiukweli, kulisha kuna jamii na ni nzuri pia. Tunapomaliza ligi kama hivi tunakuwa tunakutana tunafanya vitu kama hivi lakini mimi naweza nikasema Chirunda na Tibajoni na nimefurahi kwa kitu cha kifanya kikubwa. Wasiishie hapa, masponsa wajitokeze, e, mwaka mwingine tena. Na pia ningependa pia wapambane wa, wa zaidi ili, ili mechi kama hizi ziweze kurushwa watu wazione kwa sababu hiki ni kitu kikubwa sana. Angalia umati wa watu washabiki wameonekana wako wengi, unaonyesha kwamba nangwanda Mtwara, watu wanapenda sana mpira, na nadhani, na siku moja tulitamani kuona na Msuva naye unaanzisha tamasha lako labda nini, inawezekana nikafanya neka hivyo au nikafanya kwa design nyingine kurudisha kwenye jamii, kwa sababu kila mtu anafanya kwa, ku, kwa, ku, kwa kucheza mpira, kila mtu anafanya kwa kucheza mechi. Inawezekana mimi nikafanya kwa njia nyingine pia kurudisha kwenye jamii, ila mimi kwa upande wangu, a wanaofanya tunaendelea kuwasapoti na nawaombea kwa Mungu pia uzima, lakini pia hiki kitu kisiishie hapa, kiendelee kiendelee. Na swala la uchokozi kidogo, hizo Jangwani hizo si kuongelea sasa hivi kwa sababu bado namalizia mkataba wangu, kwa hiyo nitakapomaliza mkataba ndio nitaweka wazi, kwa sasa hivi bado wewe.